Mama mjamzito, unaweza kuwa una uchungu ambao umechanganya, lakini njia ya uzazi ikashindwa kuweza kufunguka, ambao kitaalamu tunaita cervical dystocia, na mwisho wa siku ikapelekea kwamba wewe ukaishia kuweza kujifungua kwa upasuaji, na ukawa unajiuliza maswali, kwa nini njia yako imeshindwa kuweza kufunguka ingawa ulikuwa na uchungu? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu naweza subscribe hapo chini ili uweze kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Mmoja ya mfuatiliaji wangu wa aliuliza swali, anasema natamani kufahamu sababu za njia kuto kufunguka au kuchelewa kufunguka wakati wa kujifungua. Mimi leo nitazungumzia kuhusiana mambo yapi ambayo yanapelekea njia kushindwa kufunguka au mlango wa uzazi kushindwa kufunguka kipindi ambacho uko kwenye uchungu, ambacho kitaalamu watu naita cervical dystocia. Na hii huwa inatokea kwa baadhi ya kina mama, ni wachache, lakini inaweza kutokea na kuna sababu ambazo huwa zinapelekea. Sasa sababu zimegawanyika katika makundi makubwa matatu. Sababu ya kwanza inatokana na mama mwenyewe mjamzito, lakini vile sababu nyingine inawezekana ni kutokana na mji wa uzazi, lakini wakati mwingine inaweza ikachangiwa na mtoto. Tukianza na mama mwenyewe ambaye ni mjamzito, mama ambaye ana nyonga ndogo, au kama una ulemavu wa nyonga, hiyo inaweza ikachangia mlango wa uzazi ukashindwa kuweza kufunguka. Lakini vilevile vile mama ambaye labda alikuwa na historia ya kufanyia upasuaji kwenye mlango wa uzazi au kwenye njia ya uzazi ambayo tunaita cervix, mwisho wa siku, labda ulifanyia upasuaji au wakati unajifungua mimba zilizopita ukachanika vibaya, na mwisho wa siku ikapona kwa kutengeneza makovu, na mwisho wa siku itatengeneza ile mlango wa uzazi au cervix inakuwa ngumu kutokana na yale makovu ambayo ya yameweza kujitengeneza, na mwisho wa siku inakuwa ngumu kuweza kufunguka haswa wakati ambao ni wa uchungu lakini mama ambaye amekuwa na changamoto kwa mfano, nakikuta kwamba kwenye nyonga yako labda uliwahi fanyiwa upasuaji, labda ulikuwa na saratani ya shingo ya kizazi ukafanyiwa upasuaji na mwisho wa siku ikapona kwa kutengeneza makovu. Lakini wakina mama ambao wana ulemavu wa nyonga, kama nilivyosema, nyonga inawezekana ni ndogo au nyonga yako kuna ulemavu fulani, ambao endapo kama mama ulikuwa hauna uchungu wa kutosha wewe kama mja mzito wakakupa dawa zile za kuongeza uchungu ambazo kitaalamu tunaita labda kama oxytocin kwa ajili ya kusababisha uchungu wako uweze kwenda vizuri. Mwisho wa siku dawa hizo zikatumika ndivyo sivyo, au hazikufuatiliwa vizuri, hizi zinaweza zikapelekea wakati mwingine mlango ukashindwa kuweza kujifungua, au wakati mwingine ukaweza kufunguka ila ukatengeneza kama uvimbe, na mwisho wa siku tukasema kwamba mama huyu ana changamoto ya mlango wa uzazi kushindwa kufunguka vizuri, au kushindwa kufunguka, ambao kitaalamu tunaita cervical dystocia, na hii inaweza kutokea kwa baadhi ya kina mama japokuwa ni wachache lakini vilevile kundi la pili ni kutokana na mtoto ambaye yuko tumboni mtoto ambaye yuko tumboni kama mtoto ni mkubwa ana zaidi ya kilo nne au ana kilo nne point mbili kilo nne point tano na kuendelea hii inaweza ikapelekea kwamba mji wa uzazi unavyozidi kujikamua basi kama mama huyu ananyonga ndogo na mtoto ni mkubwa na kichwa cha mtoto kikubwa mwisho wa siku ule mlango wa uzazi kile kitangulizi cha mtoto ambacho ni kichwa inashindwa kusukuma na kusababisha mlango uweze kufunguka kwa sababu nyonga itakuwa inazuia, au mtoto mkubwa atakuwa anashindwa kushuka na kuweza kwa kuhakikisha kwamba anasukuma au anaweka pressure kwenye mlango wa uzazi ili uweze kufunguka, mwisho wa siku hautafunguka. Lakini mtoto ambaye ana ulemavu, labda mtoto ambaye ana tumbo kubwa au ana saratani au ana changamoto fulani fulani za ulemavu wa kuzaliwa, hiyo inaweza kachangia. Lakini vile vile mkao wa mtoto, kama mtoto amekaa vibaya, kwa maana kwamba kile kitangulizi sio kichwa au chogo kama tulivyozoea mwisho wa siku labda mtoto amekaa katika njia ya ulalo, mwisho wa siku ile pressure inayokwenda kusaidia ule mlango wa uzazi au cervix iweze kufunguka inakuwa hai, na mwisho wa siku mlango hawezi kufunguka. Na hii ni kwa sababu labda kile kitangulizi cha mtoto hakiweki pressure kubwa pale, kwa sababu mtoto labda amekaa ulalo au ametanguliza kitu ambacho sio kichwa kama tulivyozoea mara ya kwanza au kama tulivyozoea kwenye mimba nyingine ambazo mama anaweza kujifungua kawaida. Lakini sababu nyingine inawezekana ni mji wa uzazi. Mji wa uzazi huwa unafanya kazi kubwa sana unapojikamua kuweza kusukuma mtoto aweze kushuka, kama kitangulizi ni kichwa au uchogo, na mwisho wa siku kile ndio ambacho kinaweza kusukuma kwenye mlango wa uzazi, na mlango wa uzazi unaanza kutanuka taratibu kadiri muda unavyozidi kwenda. Mji wa uzazi unapozidi kukamua, ndivyo ambavyo unasukuma kile kitangulizi cha mtoto uweza kutanua njia yako na iweze ku. Kama tu mji wa uzazi haujikamui ipasavyo, au hakuna contraction za kutosha, mwisho wa siku mama hawezi kujifungua. Lakini hapo kwenye mji wa uzazi tunajua kwamba umeungana na mlango wa uzazi kama nilivyosema mara kwanza, kama ulikuwa una historia labda ya kufanyia upasuaji, labda ulipona, labda wakati unajifungua ulichanika sana ule mlango wa uzazi, ukatengeneza baadhi ya makovu mwisho wa siku unaweza ukawa haufunguki kabisa. Na hii inaweza katokea kwa wale ambao labda alishakuwa na historia ya kufanyia upasuaji labda wa shingo ya kizazi, labda alikuwa na saratani au wakati unajifungua ulichanika vibaya na ukapona ukatengeneza baadhi ya makovu, kitu ambacho wakati mwingine inaweza kapelekea mlango wa uzazi ukashindwa kuweza kufunguka. Sasa changamoto hii ya mlango wa uzazi au njia kushindwa kufunguka huwa imegawanyika katika makundi makubwa mawili, kuna ile ambayo inatokea tu kwa mama hasa ambaye labda unaweza kuwa unajifungua kwa mara ya kwanza, una historia ya kuumia, una historia ya kufanyiwa upasuaji kwenye ule mlango wa kizazi yenyewe. Inatokea labda kwa mfano, inawezekana sababu kubwa ikawa labda mji wa uzazi unashindwa kujikamua vizuri, labda mtoto amekaa vibaya, au wakati mwingine ni kwamba wewe ni mimba yako ya kwanza, labda ule mlango wa uzazi ume, imetokea tu umekuwa mgumu na haufunguki ile inavyotakiwa, mwisho wa siku ukajikuta kwamba mlango wa uzazi ukashindwa kuweza wa kufunguka, ambayo kitaalamu tunaita primary cervical dystocia. Na hii huwa inatokea tu kwa kina mama, inaweza ni mimba yako ya kwanza, au inaweza ni mimba ya pili, lakini labda kuweza kuchanika kuweza kuumia kwenye mlango wa uzazi imetokea tu kutokana na hizo sababu kwamba labda mji wa uzazi umeshindwa kuweza kujikamua vizuri. Lakini vilevile kuna kundi la pili au aina ya pili ambayo hii inatokea kutokana na sababu mbalimbali. Kwa mfano, labda uliwahi umia au uliwahi fanyia upasuaji na ule mlango wa uzazi au cervix ikapona kwa kutengeneza makovu na mwisho wa siku ikatengeneza yale makovu ambayo mwisho wa siku yakapelekea kwamba ile cervix au mlango wa uzazi kuwa mgumu sana kuweza kufunguka, na kitaalamu tunaita secondary cervical dystocia. Na hii huwa inatokea kwa kina mama ambao wamekuwa na hizo historia za kufanyiwa upasuaji, labda kwenye shingo ya kizazi, labda kama ulikuwa na saratani ya shingo ya kizazi, au wakati mwingine zika, labda uchungu wako ulienda ndivyo sivyo, ukachanika kwenye mlango wa uzazi wakakushona, na mwisho wa siku umepona, umekuja kubeba tena mimba nyingine, na unapokuwa unajifungua mlango wa uzazi ukashindwa ku kufunguka vizuri kwa sababu tu umekuwa na makovu na mwisho wa siku kapelekea changamoto hiyo ya kwamba mlango wa uzazi ukashindwa kufunguka au ukawa mgumu kupita kiasi. Kwa hiyo mama, ambaye amekuwa na historia ya kufanywa upasuaji, labda aliwahi kuchanika au kuumia huko nyuma, lakini vile vile, labda uchungu wako ulienda muda mrefu, ulikuwa uchungu ambao ulikuwa unaelekea kuwa pingamizi, wakafosi wakamtoa mtoto labda kwa njia za usaidizi, labda ulijifungua kwa njia za usaidizi na mwisho wa siku ukachanika basi wakashona ukapata hiyo changamoto ya kwamba mlango wa uzazi unakuwa ufungu kwenye mimba inayofuata. Basi hiyo kitaalamu tunaiita secondary cervical dystocia, na huwa inatokea kwa kina mama ambao wenye historia kama hiyo. Endapo mlango wa uzazi umeshindwa kuweza kufungua, kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakafanyika. Moja ya mambo ambayo yanaweza yakafanyika ni kuangalia sababu ambayo imepelekea mlango wa uzazi au njia ya uzazi kushindwa kuweza kufungua kipindi chako cha uchungu. Kama mama alikuwa hana ile hali ya contraction au mjo uzazi kuweza eh, kujikamua Unaweza ukapewa dawa za kuongeza uchungu ili mji wa uzazi uendelee kujikamua na mwisho wa siku uweze kusukuma kile kitangulizi na mlango wako uweze kufunguka. Lakini kama labda mtoto mkubwa una nyonga ndogo, mwisho wa siku unaweza kaishia kuweza kujifungua kwa upasuaji. Si mara zote endapo kama mlango wa uzazi unachelewa kufunguka kama alivyouliza mwenzetu swali au kama haufunguki e, ile inavyotakikana kwa maana kwamba unachelewa au kuna sehemu imekwama. Endapo kama imegundulika sababu ambayo inapelekea kama nilivyosema labda ile sababu inaweza kapelekea kwamba mtoto akashindwa kutoka au akachelewa kutoka, mwisho wa siku utaishia kuweza kujifungua kwa upasuaji. Lakini wakati mwingine inawezekana mtoto akawa ameshuka sana kwenye nyonga na labda ile mlango wa uzazi wako haujafunguka vizuri kwa asilimia mia moja, mwisho wa siku anaweza kuchana ule mlango wa uzazi kwa maana kwamba cervix, na kuhakikisha kwamba mtoto anatoka kwa kuvutwa kwa njia ya, mara nyingi tunatumia forceps kwao, anaweza kusaidia kuweza kujifungua kawaida kwa njia za usaidizi, mara baada ya ile njia ya uzazi au mlango wa uzazi wa uzazi kuweza kuongezewa njia na kuna sehemu wanachana madaktari. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kujifungua kawaida ukiwa na changamoto. Je, ujifungue kawaida au ujifungue kwa upasuaji? Kwa njia ya asili, kwa maana kama mtoto anapitia ukeni au kwa njia ya upasuaji, mtoto apitie tumboni. Endapo kama utakuwa na swali, unaweza ukajiuliza hapo chini. Mi ndio kwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.